Hii dunia lazima usemwe, yaani lazima kuwepo na watu wanaokusema. Haijalishi umefanya zuri au baya, utasemwa. Na hasa wanaojitahidi kujituma katika mazuri ndio husemwa sana, semwa kweli kweli, anajifanya yule, anajiona yule. Lakini husda ni sehemu ya kukufahamisha we mafanikio yako kama hakuna mahasidi basi, elewa hapo ulipo hujafikia mafanikio. Ikiwa anatokea watu kukosoa unachokifanya, kujaji unachokifanya, kwa nini afanya vile, basi elewa sasa umesogea, una hatua nzuri. Yani we umeoa, kuna watu watasema kafanya haraka sana na kimbilia maisha da kujitafuta tafuta oo. Una mke mmoja, utasemwa. Una wawili, utasemwa. Uwe na watatu, utasemwa. Uwe na wanne, utasema. Hata ukiwa mjane, watotakuambia mzinifu yule, kuoa hataki. Kila hatua uliyokuwa nayo kuwapo wanaokusema, lakini bora usemwe katika au kuhusudiwa katika khairi kama unasemwa kwamba umefanya jambo fulani, madhali halina dhambi, simamia misimamo yako. Lakini swala la kusemwa wewe, utasemwa sana. Huenda pia hata mzazi wako kafika hatua asikupongeze kwa ulichokifanya, akakusema pia. Huenda mkeo au mumeo asikupongeze kwa ulichokifanya, lakini baadaye wanapokuja kutokea watu wamepata madhara kukwepa kile ambacho wewe umekifanya, ndipo watu wanasema, afadhali fulani mwa kajitia umbea, lakini hayajamtokea haya. Kuna uwezekano umenunua kiji eneo, natoa tu mfano. Kuna watu wakasema sasa nunua, wakati yeye mwenyewe kula yake ya kusuasua, lakini mwisho wa siku eneo ulilolonunua wewe limekuja kupanda bei watu hawapati maeneo yale kwa bei uliopata wewe ndio pale wanaposema fadhali fulani bwana kati anunua pale kauziwa laki tano tu sasa hivi milioni sita hutaacha kusemwa wewe kwa sababu kusemwa ndiyo dalili ya mafanikio lakini jitahidi usemwe katika mazungumzo usisemwe katika mabaya. Yaani husda ziingie wewe wapigania jema, alafu mtazamo wa watu umeenda kwenye picha mbaya kwamba wewe wafanya vile kwa sababu ya, lakini wewe mwenyewe wajua ulichokisimamia ni kitu fulani. Kawaida hata nyumba mtu akijenga ule msingi unapochimbwa, wewe ukipita pale za asa hiki kichochoro cha nini? Hiki kichochoro pale cha nini? Sasa kuna kwa kwa nini lakini, akishakapiga msingi wake nyumba ikapanda mpaka akapaua ndio kifika kule, najua ah, kumbe kile kijichochoro kule kile chumba ni master. A, kumbe kule kule, kumbe kile choo cha public kile cha watu wote. Lakini wakati wa msingi hakuna anayekubaliana na wewe. Kile unataka kufanya lazima usemwe, na kusemwa kwako ndiyo dalili ya mafanikio. Usiogope kusemwa maadhali umesimamia misingi ya kisheria, maadhali unalolifanya hali mkeri Mungu, acha kuogopa kusema. Fanya maamuzi yako, fanya mambo yako kwa ustadi, fanya mambo yako kwa uzuri. Matokeo yatakufuata vamilia.